Na na mvua ya msimu huu kutoonyesha vizuri katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kitui, wakulima wameshauriwa kukumbatia ukulima wa unyunyuziaji maji mashamba ili kuwawezesha kuvuna mazao bora. Akizungumza na waandishi wa habari katika afisi yake mjini Kitui, Waziri wa Kilimo na Mifugo Steven Kimwele amewashauri wakulima kutumia mabwawa na visima ambavyo vimechimbwa na serikali hiyo katika ukulima na mimea mbalimbali. Aidha, serikali ya kaunti hiyo inashirikiana na mashirika mengine yasiyo ya, ya kiserikali kutathmini jinsi watakavyowasaidia wakulima kutokana na uwezekano, uwezekano wa ukosefu wa chakula vile tulivyo Uh, tabiria hapo awali tulikuwa tumeona kupitia weatherman kuwa mvua itakuwa chache ama kidogo, na mvua kwa kweli uh, katika sehemu mingi za Kitui, kuna sehemu zingine kama Kitui South Mingi Central Mingi West na sehemu mbalimbali za Kitui County ambapo mvua haijanyesha hata mara mbili, na tunaona pia wakulima pia watumia ile, ningetaka kuhimiza wakulima ni kuwa kuna ile tunaita Ukulima mwingine alternative farming ambao tunaita ukulima unaozingatia mazingira climate smart agriculture ambapo tunaangalia uh, ile tunaita kunyunyizia mimea maji irrigated agriculture, na kwa vile uh, serikali ya county imesaidia kuchimba boreholes, imefanya dams, imefanya sand dams, na ni vizuri wakulima wachukua muda wafanye ile irrigated agriculture kupitia pia wafanyikazi wetu ambao tunaita extension officers, wataweza kuwafunza vile ya ukulima wa kisasa ambao unahitaji mvua kidogo. Kwa hivyo sisi kama serikali tutaendelea kufunza wakulima uh, uh, continuous training and capacity building of our farmers across the county. uh, tutashirikiana na national governments, na mashirika mengine what we call uh, development partners na government organizations. Uh, kwanza tunafanya ni to food assessment food security assessment na we uh, we have arranged for stakeholders meeting ya all the partners, so that tuongee vile tutasaidia mkulima, kwa sababu mkulima alikuwa amejitayarisha, akapanda mvua imeenda ikuji vizuri.